Young Africans ilikwenda Rwanda kucheza mechi dhidi ya Elmerick kama nakumbuka vizuri, mm. waliondoka hapa na idadi kubwa ya mashabiki na wanachama kwenda kwenye ile mechi kwa nini? Kwa sababu ilikuwa Rwanda, sio? Msimu huu wanafanya logistics za kwenda Malawi. Uh, kwa sababu kunafikika. Umeona wao rais eh? mm. Lakini Azam wenyewe wanakwenda Zanzibar. Zanzibar. Zanzibar kwenye muktadha wa football, uh, tunatengana nao kwa maana ya uwakilishi wetu kwenye CAF wanajitegemea. Kwa hiyo kuna ukaribu na hii ni zoni moja kwa maana ya Azam na KMKM wote km, wanatokea ndani ya Sekafa, wote ni wawakilishi wa Sekafa. Kwa kwa hiyo kuna urahisi katika hayo mazingira, lakini pia masuala ya kijiografia, uh, ya hali ya hewa, sisi hapa na Malawi hakuna utofauti mkubwa kwa mazingira ya hali ya hewa, tofauti na Misri kwa mfano uh, au mataifa ya Afrika Kaskazini ambayo yana utofauti wa mazingira yao, labda mchana joto kali usiku kuna kuwa na baridi kale, si ndio? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatofautiana kizoni na sisi kwenye eneo la uh, faida ya kucheza kwa zoni moja, yani timu za zoni moja au zoni ya karibu, kwa maana ya kanda moja na kanda nyingine, kuna faida pia katika kuupeleka mpira katika maeneo mengi, kwa sababu tunapokuwa na klabu nyingi grupu stage kutoka katika zoni zote. Sisi Afrika tuna zoni tano za kimpira. Zone sita kwa maana ya Afrika ya Magharibi imegawanyika mara mbili, yes. WAFU A na WAFU B. Sasa tunapocheza katika uh, zone za karibu au zone zinazofanana miongoni mwa faida zake ni pamoja na uh, kuna, kuna integrity ambayo tunaitengeneza kwa maana ya jirani, lakini katika zone hiyo tunapata finest club club zenu bora katika zone. Kila taifa limetoa mwakilishi ambaye ni bora, lakini nyinyi wenyewe kwenye zone yenu yupi ni bora ambaye anasukumwa kwenda group stage? Tangu mwaka 2017 CAF kwa mara ya kwanza wanaingiza timu 16 kwenye group stage. Kwa mfano hiyo, mwaka 2017, 2019 na 20 hatukuwa na timu kutoka West Africa kwenye kwenye group stage elfu mbili ishirini na mmoja, ishirini na mbili hatukuwa na timu kutoka Unifac yani ukanda wakati kisoka kwenye group stage na ndio pande na ni ukanda ambao una timu nyingi kubwa wakiwemo, uh, TP Mazembe timu yangu hiyo, na haikuwepo kwenye group stage ya Champions League. Hapa naipiga picha kubwa zaidi Champions League kwa sababu ndo mashindano ambayo kwa asilimia kubwa inatoa mabingwa na yale mataifa kumi na mbili na wakilisho na timu ya pili ambayo ni mataifa bora. Kwa hiyo kimsingi mataabora uh, msimu uliopita kwa mfano wa 2025 2024 25, ikiwa tayari ACA, ipo inafanya kazi, ipo active, tumeshuhudia zoni zote sita zikitoa wawakilishi. Hiyo Afrika Magharibi ambayo ilikuwa kistrago kwa muda mrefu, walitoa timu mbili, Stade Abidjan kutoka Ivory Coast, Joliba Athletic Club kutoka Mali, walikuwepo group stage u uh, ukanda wa Sekafa uh, kulikuwa na Hilali ilikuwa uh, Young Africans kwenye awaatao sasa hivi, maanake tuna uhakika kwa hizi mechi kuchezwa karibu, kwa maana ya zoni moja au zoni jirani na mwenzio, kuna nafasi kubwa ya kushuhudia kila zoni ina mwakilishi ndani ya group stage katika michuano ya CAF. So, uh, kwa upande wangu naona hiyo ni faida kubwa ambayo tulikuwa nayo, sasa kama ilikuwa haipo kwa mwanzoni, lakini sasa hivi imefanywa kwa mapana zaidi kwa mfano, wa 25, 26 msimu huu kuna mechi thelathini za preliminary yani mzunguko kwa kwanza, hatua ya awali kuna mechi thelathini zimechezwa. Zile mechi 30 mechi si chini ya ishirini zinahusisha timu kutoka katika zoni moja au zoni jirani. Kwa maana ukanda wa North Africa majirani zao ni magharibi, wana mechi North na magharibi si, si, Sekafa tuna mechi na hizi timu za, za, za Kosafa, si ndio? Simba anakwenda kucheza na Singizini, Young Africans anakwenda kucheza uh, na Silver Strikers, Kosafa na Sekafa. Azam kwenye Confederation wanacheza na Msekafa mwenzao na wamemtoa Elmerick Bentui Msekafa mwenzao. Singida wametoka kumtoa Msekafa mwenzao Round Sport, wanakwenda kucheza na Frambudu Sant ya Burundi ambao ni msekafa pia. FM